ya wiki ya huduma kwa wateja ninapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa watoa huduma wetu wote waliokuwepo sehemu mbalimbali mbali, ikiwa ni maduka makubwa madogo, lakini hata wale wanaozunguka kwa ajili ya kuwasaidia wateja wetu. Kwa ufupi, watu wote ambao wanatusaidia katika huduma zetu za usambazaji na kuwa karibu na wateja, ninawashukuru sana sana. Lakini zaidi ya hapo, bila kuwasahau washirika wetu ambao ni wamiliki wa maduka mbalimbali, yawe ni makubwa madogo, wale wanaotusaidia katika usambazaji wa vocha, wanaotusaidia katika kuuza simu, lakini vilevile hata huduma za kidigitali. Nyie wote kwa pamoja mmekuwa mchango mkubwa sana katika mafanikio ya Vodacom, na sisi katika kipindi hichi tunasema imekuwa katika familia katika miaka 25 ya kuhudumia wateja wetu, na ndio maana tunasema miaka 25 ya kuhudumia wateja wetu. Tupo nao tena na tena, na asanteni, na tupo pamoja na nyie.